Yo, bodi ya filamu nchini Tanzania imeweza kumuita msanii Wema Sepetu kwa ajili ya mahojiano kuhusiana na picha zenye maadili mabaya zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba amevaa mavazi ambayo hayana staha. Taarifa hii imeweza kutolewa na eh, Kaimu Katibu Mtendaji wa Bodi ya Filamu nchini Tanzania, Dr. Gelvas Kasinga ameza, amemtaka msanii huyo kuweza kufika ofisini e, katika ofisi za bodi e, bodi hiyo ambayo itakuwa ni Mei 22 mwaka 2025 saa 4 asubuhi kwa ajili ya mahojiano. Bodi ya filamu nchini Tanzania inaendelea kuwasihi wasanii wa filamu kuendelea kulinda maadili ya nchi katika kazi zao za tasnia, lakini pia mienendo yao katika jamii, na kama inafahamika kwamba msanii ni kioo cha jamii, so kitu ambacho anaendelea kukifanya msanii, basi make sure tu kwamba anafanya kitu ambacho kisiwe na mtazamo hasi kwa jamii e, bana, Siku tatu zilizoweza kupita Wema aliweza kuonekana akiwa amevaa vazi ambalo linadaiwa kwamba halikuwa na staha kwenye sherehe ambayo alikuwa anajipongeza baada ya kuweza kupata tuzo ya thamani nchini. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, subscribe, kwa taarifa kadha kadha kutoka ndani nje ya mipaka Tanzania. chao chao.